Niliona majuzi juzi kumeanza kutokea debate kati ya watu, wanasema amani ama haki. Mimi niwaambieni ni vyote, ni vyote. Kama mtu anaongelea haki, wala hatutakiwi kubishana naye. Haki ni jambo la msingi kwenye maisha yetu. Tena kila Mtanzania asione aibu, kila Mtanzania asione aibu kusemea haki ndani ya nchi yetu ni jambo la msingi, na kila Mtanzania anatakiwa atambue kwamba moja ya pacha moja anayeleta amani ndiyo ni haki. Hapa duniani haipo nchi yeyote ile ambayo ina haki tu haina wajibu wote wa kutimiza. Haipo, haipo, haijatokea nchi ile ambayo ina haki tu na haina wajibu wa kutimiza. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kichaka cha haki. Haki wote tunaitaka, na haki wote ni mawakili wake, wote tunataka haki ifanyike, tunataka wote haki itendeke. Sisi tunaenda hatua zaidi, tunasema tujenge taifa lenye wajibu, taifa lenye watu wanaowajibika, taifa lenye watumishi wa serikali wanaowajibika wajibu